Asalamu As alaikum, shekhe, Allah akuhifadhi. Tumesikia matangazo yenu juu ya kongamano linalotarajiwa kufanyika Mwanza mwezi Juni. Tulichostaajabu ni kuona baadhi ya wa washiriki na madai wa kongamano hilo ni Sheikh Nurdin Kishki na TV yake. Tuliyasikia miaka ya nyuma juu ya kumkata shekhe huyu na kutoshirikiana naye kutokana na mikhalafa aliyonayo, ikiwemo kushirikiana na mapote mapotovu kama maibadhi. Je, amerejea na kutubia kiasi cha kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano naye? Anaitwa Saifullah wa Tanga. Naam, taarifa alizotoa muulizaji zina ukweli kiasi kikubwa mm. kwamba kweli kum, kwanza mm. ifahamike kwamba kulikuwa na makubaliano ya wanasunna wa Afrika Mashariki mm. kufanya kongamano la kielimu kwa maana ya kuwaita watu kutoka sehemu mbalimbali iwe ndani ya ule mji wa kongamano au nje waje kunufaika na mashehe mbalimbali unaotoka nchi za Afrika Mashariki. Ilikuwa imejumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na baadhi ya wakati wanakuja mpaka Kongo sema Ndiyo. Kongo kwa sababu ya matatizo ya kiamani kule huwa mara nyingi hawaji, lakini hizi nchi nilizozitaja nne nne hizi huwa wanashiriki. Sasa mwaka jana tulipofanya kongamano, huwa tuna kawaida kabla ya kongamano kuisha ana, wanaulizwa watu wa kutoka zile nchi nani mwaka huu watabeba jukumu kuanda, la kuandaa kongamano. Sasa mwaka jana walipata ghera kubwa sana watu wa Mwanza mm. kwa sababu walikuja watu wengi kutoka Mwanza pia mm. wakasema kwa kifua kwamba bwana, sisi safari hii kongamano tutalibeba sisi mm. kwa hiyo wakenda wakakaa kama ilivyokuwa hapa tuna taasisi nyingi za sunna lakini Answari tuliamua kujitolea ndio kwamba sisi tutabeba uzito wa kupokea wageni na wahadhiri na kila kitu. Kwa hiyo kule Mwanza kukawa na na, na, na, na taasisi moja ya wa wanasunna inaitwa Safina, ndio unaona mm. kwa hiyo wao walipofika kule mwanzo wa mwaka wameanza kufanya, kufanya maandalizi mm. hivi karibuni sasa, ndio wakaanza kutoa matangazo kutaja tarehe nafikiri itakuwa mwezi wa sita, tarehe ishirini na saba, ishirini na nne na ishirini na tisa kama sijasahau sahau mm. Wakawa wanatoa sasa matangazo ya mashekhe watakaohudhuria naona mm. Kweli tukaona mashekhe lakini, sasa kwenye magrupu yetu tulikuwa na hadhari ya ku mpaka tupate mtu tunayemwamini ndio tunatangaza mm. Sasa katika bahati mbaya ni kwamba Tulikuta kuna tangazo la shekhe aliyetajwa hapa shekh Kishki mm. kwamba atahudhuria mm. hili kwa hakika lilitufanya tuache hata kutangaza mm -hmm. kwa sababu msimamo wetu uko wazi, sisi hatushirikiana na huyu bwana pale ambapo alipokwenda kushirikiana na watu ambao ni wa, kwa sababu hili kongamano la wanasuna sahihi, unaona, eh si eti la Waislamu kwa ujumla. Ndio. Wakati huyu bwana alitangaza kwamba anashirikiana na maibadhi anawaona ni wenzawe katika, katika dawa kwa hiyo anaweza akashirikiana mkono kwa mkono mpaka Pepo, akafanya mambo mengi ya kuonyesha kwamba bali, mpaka sasa na msimamo wake ule, ule. Ni juzi hmm, tu nimesikia hutuba ya Ijumaa hmm, anazungumzia um, umuhimu wa Uislamu kwa kitu kimoja bila kujali madhehebu. Sasa ukizungumza lugha namna hii, sisi wana sunna kwa nini twasema ni kongamano la sunna? Mm. Kwa sababu tunaamini tunazungumza jambo ambalo halisi ni la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunajiepusha na bidaa. Mm. Kwa hiyo tunakataa kuwakaribisha watu watakueneza bidaa. Mm. Au hata kama wakueneza bidaa, kumleta mtu anafahamika mtu wa bidaa, inafanya watu waone kwamba hawa watu wamewakubali hawa, mbona tena wamewaalika. mm. Sasa huyu shekhe aliyetajwa hapa ana tabia ya kushirikiana na hawa watu wa bidaa, unaona eh? mm. na mojawapo ni hiyo, liko wazi likuwa, mm. kwamba ameshirikiana na maibadhi, wakati sisi tunaamini watu wa sunna, sisi na maibadhi kwa upande wa itikadi tuna tofauti tena kubwa. Naona sisi tunasema bidaa zao ni mkafira, kuna mm. baadhi ya mambo ambayo tunaona kwamba wao hawako kwenye mstari wetu. mm. hatuwakufurishi, mm. lakini asaani watu wa bidaa twalisema wazi kabisa kwa hiyo sasa kumwita mtu huyu wakati sisi tulishahadharisha huko nyuma, hatutomwacha kuingia kueneza fikra hizi. mm. Sasa vipi hawa wenzetu wame sasa mle ndani kuna baadhi ya wa wawakilishi wetu sisi watu wa nswari, tukawahoji mm. unaona kwamba mbona hivi, mbona matangazo hayo, wakasema wacha tutaulizia, kuulizia sasa yule mwenyekiti nimesahau jina lake, niliandika mwenyekiti mm. wa ile taasisi alivyojua kwamba shekhe analiuliza hili swala akatafuta njia ya mawasiliano. hivi ninavyokuambia leo kwenye milango ya saa tano unusu nimezungumza naye mm. kwa simu, kuna mtu alimtuma aje kunieleza, ambaye ni mtu ambaye anazoea kwenda kule mm. Mwanza kuja kwanza kuniomba radhi Unaona mm. kwamba shekhe, wewe ndio ambaye uli ulitukubalia tupokee tu hii dhima ya, ya kongamano ya ya. Lakini twasikitika kwamba kuna kijana wetu mmoja wa mambo ya mitandao, kabla hata mimi sijamuidhinisha, kenda katangaza tangaza, tuma kutoa majina ya mashehe, hata wanyema barua hawajapelekewa. Subhanallah, unaona <laughs> mm. kwa hiyo bwana, tumemkemea yule bwana mm. Kwa hiyo hilo tangazo halipo. Asante. Kwa maana hiyo shekhe, njoo pamoja na watu wako wote mm. Hatutokuwa na watu sampuli hiyo katika kongamano, ndio mm. Nimewaamrisha sasa vijana wa, wa, wa, wa dawa kwamba walitoa hili tangazo lile rasmi kabisa, kwamba kuanzia sasa tunaruhusu watu wetu wana sunna wetu wote wa taasisi ya vijana wa Ansari mm. wajiandae na msafara wa kuelekea mm. Eh, nafikiri inaweza ikazungumza sasa Sheikh Samani, mwisho sasa wa, wa, wa kumkata shehe huyu, tulisema kwenye ile barua mm. pindi akirudi katika njia ya sawa, fa ahlan wa sahla mm. Namkaribisha. Sisi hatuna tabia kama majadida tukimkata mtu mpaka afya akirudi katika njia sawa. Jamani, kweli kuna zalla mm. naona niliteleza kidogo kabisa. E, lakini sasa akiendelea na inadi na nini, tutabaki hivi hivi mm. dawa yetu inakwenda kama kawaida na sio yeye tu mm. hata hivi sasa kumeanza kujitokeza tokeza mashekhe wanaojinasibisha na sunna wameanza kuingia fani hiyo. Kuna shekhe twamjua sana sisi kijana mm ameanza kufanya makongamano kushirikiana na watu wa bidaa tena vingungi vya watu wa bidaa Afrika Mashariki. Subhanallah, huyu kwa hakika katuacha katika alama za kuuliza, wala hatuna hamu ya kumwita tena hivi sasa, subhanallah. Kwa hiyo liwe ni onyo kwa kila shekhe anayojiita kwamba ni mtu wa sunna mm. akiwa na mifumo hiyo, wala asitake kuja kwenye taasisi yetu wala misikiti yetu mm. hatuwezi kukubali kabisa. Sisi kama tunataka umoja huu uliokuwa feki umoja wa habili nabili tungewaita Mashia Mabohora ote, na nini, wote wakazungumza kabisa. Na kama kweli watu wanataka umoja, mbona kuna misikiti ya Shafii? Mbona kuna misikiti ya Ibadhi? mm. mbona kuna misikiti ya Bohora? mm. Well, huyo wa. Shekhe mkuu anajiona yeye, aambie jamani, sasa futeni kwenye misikiti yenu msikiti wa bohora, na sote tusali pamoja. He, kabisa atakiingia kwenye msikiti akuta bohora ndo anaswalisha aswali, akienda kwa ibaa waswali, akienda kwa mashia aswali. Tufanye nini? Hivyo labda. Sasa je, dini inaturuhusu hivyo? Hairuhusu. <laughs>